Mchakato wa kocha mpya unaelekea vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu. E, tumeendelea na, na scanning yetu ya kutafuta kocha na kama ambavyo tulitangaza awali ya kwamba e, kocha Hemedi Morocco atasimamia mechi hii ya Jumapili na baada ya hapo, kuanzia wiki inayokuja tunayo imani na matumaini makubwa tayari tutakuwa tumeshapata kocha mpya, tutamtangaza na kumkabidhi timu. Kwa hiyo tuwe na subira, wiki hii tuiache iwe ni wiki ya kuipeleka Simba hatua inayofuata ya ligi ya mabingwa Afrika na chini ya mtaalamu Hemedi Suleiman Moroko. Baada ya hapo, wiki inayokuja ndio itakuwa wiki ya kuzungumzia ujio wa kocha mpya. Sala mwisho ni hali ya kikosi. E, kikosi kimerejea kambini e, jana mara baada ya mchezo kumalizika na vijana wako vizuri. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, morali, ari pamoja na mzuka ni kubwa kweli kweli kuelekea katika mchezo huu. Tunaamini kwa ubora tuliouona jana dhidi ya Fountain Gate, kwa improvement ya kikosi cha wachezaji wetu namna ambavyo wana shauku ya kufanya vizuri, namna ambavyo tumeona maingizo mapya yalivyoingia na kuimprove performance ya team, tunaamini kabisa tutakuwa na mchezo mzuri siku ya Jumapili na tutakuwa na matokeo mazuri siku ya Jumapili na hatimaye mnyama atakwenda hatua ya kwanza ya ligi mabingwa barani Afrika. hatuna mashaka hata kidogo. Na hatuoni, hatuoni mtu yoyote wa kumzuia mnyama asiende hatua inayofuata. Timu bora tunayo, wachezaji wazuri tunao, na kocha wa viwango vya kutuvusha hatua hiyo, Hemedi Moroko tunaye. Tunachokosa ni kimoja tu, ni mashabiki wetu, lakini insha allah tutakutana hatua ya kwanza ya ligi mabingwa barani Afrika.